Yuu bwana, maneno yamekuwa ni mengi sana hapa mtandaoni kuhusiana na msanii huyu Meja Kunta. Meja Kunta ni msanii wa singeli hivi, ameweza kuhusishwa tena, watu wanasema kwamba yupo kwenye mahusiano na Zaylissa. Sasa pengine tunaongea hivi na umjii Meja Kunta nani, mtazamaji? <coughs> wacha na kwenda kukuelezea Meja Kunta mwenyewe ni nani. Mejakunta msanii fulani wa singeli hivi yupo na hit song nyingi za singeli. E, kuna ngoma fulani inajulikana kama vile kwani we nani kujifosi kunijua na unazingua kwani boya sijui nini nini. Kwani we nani kuji. Eh, e, inajulikana kama vile kwani we nani ameweza kumshirikisha Ibra alafu, pia kuna hiyo ni remix original yake kamshirikisha J Combat alafu, kuna nyimbo nyingine inajulikana kwa vile mamu oh, mamu omamu nasema nimekosa nahitaji msamaha eh, eh, eh, eh, eh. <coughs> Kuna nyingine ile aliimba na Chidi Benz inajulikana kama vile ina jina Hasani, uyawahuni ni wapestori Hasani, Hasani huyuhuyu Hasani, mtoto wa jirani juzi kati kafumu na mke wa jirani. Kufa au kubaka wakati wachague nini? E, Hasani amepona, nauliza amefanywa nini? oya we oya we oya we e, goma la singeli e, nkani mno hilo, lakini Basata waliweza kuifungia bwana kutokana na mistari ya Chidi Benz. Unajua Chidi Benz aliweza kutukana kwenye ile nyimbo hasa, ikaweza kupigwa ban na Basata. Nadhani tutakuwa tumemsa kumfahamu Mejakunta, amekutajia nyimbo zake e, kama tatu hivi, eh, huyu Mejakunta eh, ngoma zake kama tatu nimeweza kukutajia, ambazo zinaonyesha kwamba ah, zilikuwa ni hit song sasa. Sasa huyu Mejakunta pia alikuwa amealikwa kwenye sherehe ile ya ah, birthday ya Amara, Amara ambaye ni mtoto wake eh, Mario akiwa amezaa na Paula. Ah, wasanii wengi waliweza kualikwa, ikiwemo Makonde Boy aliweza kualikwa na wasanii wa Bongo Movie hawa wanao act act vipindi wakaweza kualikwa eh, pale waweze kwenda uh, kutumbuiza kiukweli, lakini Meja Kunta ndio ambaye ali, moja msanii wa singeli aliyefika ni Meja uh, Kunta peke yake. Sasa Meja Kunta pale, eh, akawa anatumbuiza eh, seti, kutumbuiza sana kuwa unatumbuiza tu kiasi, alafu unarudi unaketi. Eh, sasa akaweza kutumbuiza pale, lakini walikuwepo wote yeye na Zaylissa akiwa ameshikana mikono huku akiwa eh, wanacheza. Sasa mambo yakawa ni mazito hapa, sababu ikumbukwe mara ya kwanza waliweza kutend sana, ikasemekana Zaylissa ni mpenzi wake Mejakunta. Sasa hivi baada ya eh, ya ya Zaylissa kuachana na Hajis Manara akaweza kujihusisha uh, mahusiano na huyu uh, Meja Kunta. Uh, sijui kama tetesi hizi uh, walikuwa wanatudanganya, lakini itakuwa ni ukweli, sababu video yenyewe ninayo. Kama kawaida hatuongei porojo tu bali tunaongea facts tu hapa. Video yenyewe nimeweza kukuwekea hapo uh, kama ambavyo unavyoona uh, hiyo. Kwenye hiyo video utaweza kugundua uh, Zaylissa akiwa uh, anacheza uh, kabisa uh, na uh, huyu Meja Kunta kama anayeimba hapo kando ni Meja Kunta, alafu nadhani umemzoea kila wakati ako na zile rasta zake. Sasa hivi hizo rasta zipo amenyoa level moja tu na anakaa smart kama vile mtoto wa shule, alafu akiwa naimba kuna mwenye ambaye ana kikofia hapo amevaa gauni leusi eh, huyo ni baba Amara ambaye anajulikana kama vile Mario eh, akiwa na anamsaidia eh, anamsaidia ah, Meja Kunta kuimba anamsaidia kuimba, alafu kuna mwingine huko huko kando na gauni jeupe, huyo ndo Zaylissa ambaye anasherekea sana hapo eh, anasherekea sana huyo, ni Zaylissa. Nadhani nimekuelezea Mejakunta ni nani. Zaylissa pia nadhani nitakuwa namjua Zaylissa, ambaye amewahi kuwa mke wa Dulla Makabila wa ndoa kabisa, akaweza kuachana Dulla Makabila, akaweza kwenda kwa Haji Manara, kaolewa kabisa, mke wa ndoa, alafu sasa hivi ameachana tena amekuja kwa Meja Kunta yani huyu e, zaidi sana mtazamaji e, tuseme anatembeza tuseme anagawana, ama ni hali ya hali ya maisha ndio iko hivyo e, basi vyovyote tutakavyodhania e, ndio hivyo mtazamaji. Sasa hivi yupo na Meja Kunta, a, na hiyo ndio video yao iliyovuja ya kuonyesha kwamba kicheza wote e, basi ndio wapenzi, na kuna picha zingine wameonekana wakiwa wote supermarket pale wakiwa wanachagua chagua vitu hasa e, sijui wawili hawa e, kunaendaje hapa mtandao, ni sababu mashabiki wengi wanasema kabisa huyu hawa wawili watakuwa ni wapenzi. Lakini pia hata wakiwa wapenzi sio mbaya, kwani iko nini? Kwani kuna shida? Hakuna shida e, lakini vile tu wasanii wengi wanapenda kuficha ficha, unaweza kumuuliza mtu ni mpenzi wako, akwambia sio mpenzi wako, baadaye unakuja kumkuta a, a, e. Uh, unakuja kumkuta yupo naye. Na mtazamaji, nikueleze kitu tu, ni vizuri ukimwambia mtu eh, bwana huyu ni mpenzi wangu, mtu akuulize bwana mtu fulani ni mpenzi wako, mwambie eh, ndio huyo ni mpenzi wangu, kuliko ile kuficha. Na mtazamaji, unaweza ukaficha, unaficha alafu mwisho siku mimi mwenyewe muhuni nimekutana naye pale. Kuna, kuna siku nimetulia maskani zangu nimepoa, kwenye mfuko niko na kama milioni moja nimetulia. Kuna pita, kuna pita kidemu pale, naona kina, kina, kina big nyash. Hasa mimi sijui kama huyu ndo shemeji, eh, sababu wewe huku unaniambia mimi naamua kupita naye. Na kama nina hela mfukoni, nimetulia, nimepoa fresh, nimepiga pamba zangu za Kinyamwezi, basi eh, hawezi kukataa kodi zangu za kihuni, eh, naamua kuruka naye. Na mwisho wa siku utakuja kunilaumu sasa mtazamaji eh, ni kuchanua tu, ni vizuri eh, kumtambulisha shemeji yako uh, kwa washikaji zako wale wa karibu kabisa hata ndugu na familia na majamaa zako waweze kumjua, ikiwa umeoa pia hivyo hivyo tu e, fanya hivyo mtazamaji, utakuja uta kujua manufaa yake ya kuapi. Sababu wewe uh, una bana bana sana, huambii watu, alafu mshwa siku uh, unakuja kumfumania uh, na kaka yako mwenyewe. Sasa hapo ndio kizungumkuti kinakuja, kwanza unasema kwamba da, afadhali ningekuwa nimekuambia, mafadhali ningekuwa nimekueleza. Sasa hii tabia iko hi na wasanii sana. Unaona, kuna kipindi nilikuwekea video hapa, ningakwambia kuwa mke mke wa anajulikana kama nani yule aliyekuwa kwa aliyekuwa alikuwa ya moto huyu kijana <coughs> e, beka beka flavor. Ni beka Flavor. Ah, si, ah, asa kwa ya moto kijana Abdukiba, mke wa Abdukiba mtazamaji aliweza kuzaa na, na mboso E, mtazamaji, nimekupa kodi za ndani. Aliweza kuzaa na Mboso. Sasa Mboso baada ya kujiwa, akasema kwamba yeye hakujua kwa ni mke wa Abdukiba, na huyo mke mwenyewe hakumwambia kuwa ee bwanake ni Abdukiba. E, mambo yakawa ndivyo hivyo. Sasa ikawa ni kesi kubwa, lakini hakuna mtu wa kumlaumu Unaona mtazamaji eh, manufaa ya kueleza washikaji zako wa karibu kuwa huyu ni mpenzi wangu ama huyu ni bebi wangu ama huyu ni mke wangu. Bwana zingatia ushauri wangu, utaweza kukusaidia. Subscribe at Umbea Media TV and don't forget to like, share and comment please.